Matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba kwa mwaka huu 2025 yamekaribia kutoka. Sasa yatakapotoka ni namna gani ambapo utaweza kuyaona, na matokeo haya yanatoka lini? Matokeo ya mtihani wa, wa darasa la saba yatatoka mwishoni kabisa mwa mwezi huu wa kumi au mwanzoni mwa mwezi Novemba. Sasa jinsi ya kuweza kuangalia, utaingia katika sehemu ya Google, sehemu hii ya search, alafu pale utaandika NECTA. Ukishaandika NECTA, utafungua NECTA, utaisearch. Kifunguka namna hii utaweza kuona website ya kwanza kabisa, utaweza kuiona website hii ya kwanza kabisa hapo. Kwa hiyo unachotakiwa sasa kufanya, utabonyeza hapa ili uweze kuifungua website hii ya NECTA. Na ikishafunguka website hii namna hii kama jinsi ambavyo unavyoona hapa, unaweza ukashuka chini hapa Uh, utaweza kuona katika sehemu hii ya news utaweza kuona matokeo hayo, linki ya matokeo utaweza kuikuta hapo, lakini usipoikuta hapo utabonyeza hivi vidoti hapa juu. Baada ya hapo, njoo katika sehemu hii ya result, utabonyeza hapo katika sehemu ya result. Na baada ya hapo utakuja kwenye sehemu hii ya PSLE. Ukishafungua hapo, utaweza kuona matokeo hapa ya 2025 yatakuwa yanakaa hapa juu kwa hiyo utabonyeza linki hiyo ambayo utaikuta hapo, utaweza kuona kama hivi, haya atakuwa ni matokeo hapo. Unachotakiwa sasa kufanya ni kuchagua mkoa wako ambao upo, mikoa yote ipo hapa: Arusha, Iringa, Kilimanjaro, Mbeya, Mwanza, Ruvuma, Tabora, Geita, Simiu, Dar es Salaam, Kagera, Lindi, Morogoro, Pwani, Shinyanga, Tanga, Katavi, Songwe, Dodoma, Kigoma, Mara, Mtwara, Rukwa, Singida, Manyara na Njombe, mikoa yote iko hapo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuchagua mkoa wako, labda let's say, tuseme ni Arusha. Ukishachagua Arusha, utaweza kuona mikoa wilaya za Arusha. Kuna Arusha, kuna Arusha sisi, alafu kuna Karatu, kuna Longido, kuna Meru, kuna Monduli, alafu kuna Ngorongoro. Kwa hiyo hapa pia utachagua aa, wilaya ambayo upo labda let's say, tuseme hapa nitachagua Karatu. Baada ya kuchagua wilaya yako, basi unachotakiwa kufanya ni kuchagua ile shule ambayo unataka kuona matokeo yake. Kwa mfano shule hapa zipo nyingi kama jinsi unavyoona, kwa hiyo utachagua shule yako moja ambayo unataka kuangalia matokeo yake. Okay, utachagua shule yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake. Kwa mfano hapa mimi nitaitafuta shule moja hapa nitaitafuta shule moja hapa, hii hapa, nitaitafuta hii shule ya Gietigi Primary School mfano. Um, shule hii <coughs> kwa elfu mbili na ishirini na nne hapo utaweza kuona matokeo yake hapo daraja B, nzuri sana waliohitimu mtihani ni sitini, wastani wa shule mia mbili thelathini na sita. Uh, kwa hiyo utaweza kuona matokeo yake namna hiyo hii ni namna ambayo itakurahisisha wewe kuweza kupata matokeo ya darasa la saba pale yatakapoweza kutoka mwishoni mwa mwezi huu wa kumi au mwanzoni mwa mwezi Novemba. Lakini subscribe channel hii hapa kwa update zaidi, na jiunga na grupu letu la WhatsApp, link ipo katika description, ili matokeo yatakapotoka tu uwe wa kwanza kuyapata na tutakutumia matokeo yako. Asante na karibu.